Lazima wamwinue mwingine, na wanapomwinua mwingine lazima awe ni mchawi kupindukia. Narudia tena, wanapomwinua mwingine lazima awe mchawi kupindukia katika uchawi na mamlaka ya kichawi iko pale, hmm, Vatikani. Okay. Hapo ndipo lipo kusanywa uchawi La, la, la, unachokizungumza ni kwa wale wa juu. Vipi? Wa juu wa juu kivipi? Sijakuelewa. Viongozi kama hao, kina papa, lakini sababu kuna muumini yuko hapa, vitu vipi anavisikia, ndio zipo siri kubwa <laughs> sio kusoma tu kwenye, yeah. mm. Okay. Mm. Yani, nafasi ya kusoma tu ni wachungaji rafiki. Yeah. Eh, ni wachungaji Okay. Mchungaji akijipeleka kwenye ushirikina, yeah, ni yeye ameamua kujipeleka mwenyewe. Wapo wanaojipeleka kwenye ushirikina, lakini uchungaji ni kusoma na hekima ya mbinguni, Mungu akupe hekima ya neno lake basi. Lakini wapo pia wanaojipeleka kule yes? Yeah, ni kweli hiyo. Maana mm. mm. Dini ni sawa na jarife mm. au kokolo mm ambalo linaweza kuvutwa likavuta vitu vingi, wafikiri hmm. Umevuta samaki peke yake, kumbe mule kuna nyoka hmm. Mule kuna konokono, kuna mawe, kuna takataka taka. hmm. Kuna samaki wachafu na kuna samaki walio safi hmm. wanaziviwe, ndivyo lilivyo na kanisa. Kwa hiyo linaweza likamvua mchungaji, kumbe mchungaji ule ni taka taka. Okay. Yeah. Hafai, hafai. Mungu alichezewi. Hiyo ni kweli, hiyo ni kweli yeah. Mm. Kwa hiyo mm, <clears throat> baada ya kutoka katika programu hiyo mm, ndipo alichaguliwa Papa Benedict. Benedict alikuwa jina lake la, la, la, la, la, la siku zote mm. Papa Benedict jina lake harisia mm. tena alikuwa Mholanzi yule, okay. yeah. Aliitwa Latizinga, Joseph Latizinga. Joseph Latizinga. Yeah. Okay. Memba mkubwa wa Freemason mm. Mchawi aliyekomaa <laughs> na kwenye upapa pale wakati papa anachaguliwa kuna magome ya uchawi ya miti ya ushirikina mm. Inaitwa muhamba. okay. Inachomwa pale kuna unyoya wa ndege mmoja anaitwa mbuni, mbuni. Yeah. Unachoma pale. kuna vidawa fulani hivi sasa hivi si vitangazi, maana sitangazi uchawi hapa. Mm. vinachomwa hapo, ambavyo kwa washiriki wa kawaida huko chini, hata kama wataangalia katika runinga, wanapochoma pale, wameweka sasa naudi ubani vumba, wameweka pale sasa, wanapochoma hapo na kuweka hivyo vitu vyote, moshi unapanda ukipanda kwenda juu wanasema sasa amefanyaje? mm. Amekubarika. mm. Hamuna, ni ule uchawi. Shetani akiruhusu anaruhusu, ule upepo unanyoka. mm. akisema huyu hajakomaa huyu, huyu atapeleka vibaya mambo yangu, huyu hapana. mm. anaona ile moshi unazagazaga, kama mnamwona, wanasema huyu hapana, naweka mm. pembeni. mm. ni uchawi kabisa, unachuma pale mm. uje uangalie siku ambapo wanachagua nani papa apa. Okay, uangalia vizuri, yanafanyika wazi, mbona hata wanatangaza, wanaangalia mpaka kwenye runinga ah, ya okay. Yeah. Kwa tangazaji watakwambia wame, wameweka ubani mm, peke yake mm. Hauweki ubani pale peke yake mm. Wanaweka ubani ndio, lakini wanaweka mti unaitwa muhamba. Muhamba ni mti mbaya sana Kwanza hata kwenye kuchimbwa tu unachimbwa kwa mashariti. mm. Muhamba mm. Okay. Ule kuuchimba tu unachimbwa kwa, kwa mashariti kung'oa ku, majani yake tu mm. Kwamba unaenda kung'oa majani kuchukua majani tu kuchuma yale. Yeah. Majani mm. ni masharti. Okay. Huwa unaombwa kiumizimu, unatambikiwa. mm. Usipoutambikia alafu mm. ukachuma majani mm. au ukaamua kwenda kuchukua mzizi Yeah. utoki pale Ume... kwa saa hiyo utakufa kwa njaa. Okay. kutoka utoki mm. muhamba huo muhamba. Yeah. ni mti wa maajabu mm. moja mm. una matunda aina nyingi okay. una matawi yenye miiba, ni mti mmoja mm. una matawi mengine ambayo hayana miiba mm. una matawi yenye matunda yanayolika, una matawi mati... yenye matunda ukilila unakufa saa hiyo hiyo yeah. <laughs> <Okay. Una majabu. laughs> na majani tofauti. mm. Na mizizi chini ni tofauti. Ipo mizizi mieusi yeah. Ipo mizizi ya njano mm -hmm. Ipo mizizi miekundu mm. Ipo mizizi mieupe kabisa ipo okay. Mieupe mie kadili wastani yeah. Ipo mizizi ya kaki mm. Ipo mizizi ya pinki ipo mizizi ya damu ya mzee wanaita damu ya ya dam damu ya mzee kama. okay. damu damu hivi ni wekundu kama damu yeah. lakini ipo, yeah. mi, mi, ip, ip, ipo, ipo, ipo mizizi ya blue ya blue pia eh. Yeah. Hey. Ni mti wa ajabu okay. Na ule hauchimbwi. Wale ambao wamezoelea, anakwenda pale, ananuia, anautambikia alafu anauomba <laughs> si ni mti wa majini yeah, yeah. Mizizi unaona inanyoka kutoka chini Ina, in, inachomoka. mm -hmm. Unabaki kwenda kukata tu mzizi mm. Okay. Unaotaka ni mm. Baraka balaa, na hiyo sasa ndio inatumika kwa kumchagulia papa. Swali ni nguvu gani hiyo ya kutoka juu ya kutoka chini kwenye mizizi? <laughs> Mizizi sinenda chini? <laughs> Basi, kwa hiyo upapa, nguvu yake ni ya wapi? Ni ya chini kwenye mamlaka ya Rusifa, na hiki un, unachokizungumza mtazamaji hapo wewe kwa sababu ulikifanya. Ndio kwa hiyo una uhakika nacho asilimia mia moja, na kama ana swali akuulize. ndio <laughs> niko oni na, na namba zangu wachukue, ehe, utaje namba, namba yangu ni 0759 48 45 17. Narudia tena 0759 48 45 17. Karibu rafiki, ukiwa na swali niulize, nitakujibu. Kwa neema ya Kristo leo si yule wa zamani, leo ni katika Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Uh, umetaja vitu ubani pale upo. Hmm. Ubani una nini, una siri gani hata ubani? Hmm. Pia ni mti wa majini ubani, peke yake mahali unapochumwa. Hmm. Unachumwa kwa miujiza, nao unatambikiwa. Mti wa ubani kwanza hauoti mahali tu pa kawaida Mm -hmm. Mahali ambapo mti wa ubani unaota ni mahali ambapo kwanza, mm -hmm. panza, panatisha. Hilo lielewe kabisa, panatisha tisha. mm -hmm. na kwenda pale mpaka ushika ujasiri. mm -hmm. Mashehe wanaocheza na majini wanaenda pale, wanagema ubani. mm -hmm. ya, yeah. Wanachimba mizizi yake, wanachukua hata magome yake, wanatumia kwa madawa. mm -hmm. lakini kwa matambiko maana ni mti ambao majini yalikaa pale ama yanakaa pale. Kumbuka mapepo yaliposhushwa kutoka mbinguni, kuna yale ambayo yanaenda kukaa kwenye miti, kuna yale ambayo yalikaa baharini. Mm -hmm. na kuna yale ambayo yako tu hewani. Ya, ndio. Kwa hiyo, si nitakuwa sawa kukuuliza wewe, uwe wazi na uwe huru. Ni swali ambalo labda tunge ninge, labda nini, unajua, umezungumza ubani, ubani unatumika sana kwenye imani ya Kiislamu ndio, ndio maana nikaanza ni kwanza ndio, sijui nikuulize. Lakin... wewe <laughs> au ni tungepata laba Muislamu ang, lakini ngoja nikuulize wewe <laughs> na kwa sababu swali limekuja hapa ndio, tukipata nafasi ya kukutana na, na Muislamu pia tutamuuliza. yeah, sawa, kwa sababu lengo ni kujifunza. Sawa. Tufahamu. Sawa. Haina shida, shida. Sawa sasa, na, na ulisema ulikaa kwenye Uislamu ndio kwa miaka kumi kumi na yeah, na tatu kumi na tisa. Sawa. Ubani tunaona unatumika sehemu nyingi katika imani ya Kiislamu, na wewe hata wewe Muislamu ninauliza sababu, sikiliza. Sikiliza mimi najua hata wewe ungependa unapenda kujifunza pia, na unatamani ujifunze na ufahamu vitu usivyovijua pia, na pengine hili swali na wewe ungetamani kuuliza, labda upate kujua na kumuuliza mtu yoyote pengine hapa au mtu yoyote, lakini sababu vitu vingi tumevikuta, umeelewa, tumevikuta vipo kwenye familia, kwa watu wanaenda navyo. Wengine hawataki kujaji wala kuuliza, lakini wako waulizaji, miongoni mwa waulizaji ni watu kama sisi ndiyo. na wewe hapo mbele pia ungependa kuuliza na kupenda kujua. Ubani mara nyingi tunaona uh, mtu akifariki akitaka kusomewa dua, ndio unawashwa ule, sawa mtu akitaka kusomewa uh, dua kenye dua, sehemu yoyote ile unawashwa ule ubani. Waganga wa kitabu ndio ubani. Ubani mtu mwenye majini kwenye imani ya, kisi, ya Kiislamu lazima wachome ubani yeah, chezewe <laughs> na ngoma kidogo. Na wewe umesema ubani una mahusiano na, na majini ndio, pale mtu anapofariki ndiyo wanapotaka kuzikwa kuna mm. dua huwa anasomewa pale. Sawa, umetuambia ubani unahusika na majini, ndiyo, na yule mtu amefariki anazikwa pale, ndiyo. Kwa nini, kwa nini ubani uchomwe pale? Katika imani ya Kiislamu majini ni ndugu za Waislamu, kwa hiyo ni sharti watumie mm. Ndio, lakini kiuharisia jini ni pepo chafu. Mm. Ni mashetani yaliyotupa kutoka mbinguni. Mm.